la shukurani kutoka kwa familia, nimkaribishe kaka Jobu Msuya. Yeye ni mtoto wa hayati Kliopa David Msuya. Karibu ndugu yetu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wote wakuu mlioko kwa hapa. E, kwanza kabisa, kwa niaba ya familia naomba niwashukuru kwa kuwacha shughuli zenu na kujumika na sisi sote hapa kwenye e, kutufariji na kujumika na sisi kwenye ibada ya kumwaga baba yetu. Kwanza niombe niseme kwangu binafsi jinsi tulipokea msiba. Nilipata habari za msiba tarehe saba mwezi wa tano ilikuwa saa kumi na moja saa za Japani. e, kaka yangu Jona alinipigia simu kwa maneno kwamba tumepoteza baba e, Kwahiyo nikiwa kazini ilinichukua muda, maanake kawaida muda wa kwenda kutoka ofisini kwangu mpaka nyumbani ni saa moja dakika kumi na tano hivi, na katika maisha yangu sikuona safari ndefu kuliko hiyo, ilikuwa ni safari ndefu kuliko safari ya masaa ishirini na moja toka Japani kuja Tanzania kwa hiyo, ingawa tumempoteza baba, tunashukuru kwa baba kuishi miaka tisini na nne na kama tulivyosikia kwenye maneno kwamba kwa binadamu miaka yetu ni sabini, tuzidi sana themanini. Kwa hiyo tukiomba zaidi hapo tutakuwa tunakufuru. Kwa hiyo tumepokea hilo vizuri na tuna shukuru kwa yote. Naomba niongelee mambo fulani tulijifunza kutoka kwa baba katika miaka hamsini na nne yangu tuliishi naye katika miaka 54 na nne tuliishi naye. Jambo kubwa nilijifunza kutoka kwa baba ni jinsi ya kujip, kupambana na kujitafutia wenyewe. Kwangu mimi binafsi sikumbuki kama baba aliwahi kunipa hata senti moja kwenye mambo yangu ya binafsi alisisitiza nipambane wenyewe na e, kwenye kujitafutia mwenyewe. Ila katika hayo yote hakushita kuwa mshauri mkubwa, na alikuwa ana tuna, hai, pata muda wa kuchambua changamoto tunazozipata na kunshauri, lakini pesa haja kunipata siku moja. Jambo lingine nililojifunza kwa baba ni jinsi ya kuishi na watu vizuri. Mahudhurio ya msiba huu ni ushuhuda kamili wa baba jinsi ya kuishi na watu viongozi wetu wakuu wa serikali wako hapa, wa viongozi wa chama, naona na marais wastaafu, mawaziri kua wastaafu, wakuu wa vyombo vya usalama na jeshi, katibu kiongozi, majaji makatibu viongozi wastaafu pia wote wako hapa. Pamoja na hayo, sisi jambo lilogusa zaidi baada ya msiba tu, kuna watu waliotupigia simu. Mfano, kuna mafundi wa mapazia waliokuwa wanaweka mapazia kwenye nyumba yetu ya pale Usangi walipiga, wakasema, bwana mimi lazima nije nimzike mzee. Mafundi rangi, mafundi mabomba, na watu wa kawaida wote walikuja wakasema lazima tuje kuna watu marafiki wa mzee wametoka Copenhagen Canada wamekuja uh, Copenhagen Denmark wamekuja kumzika mzee pamoja na umbali wote. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hayo yote. Jana tulipokuwa Mwanga kwenye shughuli ya kumwaga mzee, nilishangazwa sana nilipokuwa namsalimiana na mheshimiwa na Sabaya, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Arusha, akasema mimi nilifanya kazi na mzee tangu elfu moja mia tisa themanini na nimeshawahi kulala nyumbani ni kwenu, hilo sikulijua. Pia jana tulipata ugeni mkubwa kutoka kwa mjumbe wa kamati kuu ya CCM ambaye alikuwa rafiki yake mama, akisema nimekuja hapa nipiniki kile chumba changu mama alichonipa kwao. Tukaja tuko naye hapa, dada Halima. Tutamrudisha mzee pamoja lingine ambalo kubwa nimejifunza kwa mzee sio katika hiyo miaka hamsini na tatu ya mwanzo, ni katika hii miezi sita ya mwisho. Tangu Novemba mwaka jana mzee alikuwa anasumbuliwa akawa hayuko mobile, na tulikuwa na utaratibu kila mwisho wa mwaka tunakuja Usangi, tunakutana na familia. Mwaka huo tukasema, bwana, sisi tunaomba kwa sababu safari ya kutoka Usangi kutoka Dar es Salaam mpaka Usangi ni masaa saba na kwenye gari na nini. Nikamwambia, bwana, pumzika Dar es Salaam, alafu kama unataka kushiriki utashiriki kwa mtandao. Akasema hapana, lazima nije. Kwa kuwa yeye alikuwa ni, ni, yeye ni mtoto wa tano katika familia ya mzee David Mhako, lakini alikuwa kiongozi wa familia kwa sababu yeye ndiyo pekee alibaki kama wanafamilia kwa hiyo akasema tuje Usangi tufanye kikao cha familia, na katika kikao hicho akatengeneza mfumo kwamba mimi nataka kukabidhi uongozi wa familia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo wanafamilia tukakaa, tukaamua kwamba tunakabidhi kigoda cha Mhako kwa kaka yetu Victor. Naomba kama yupo, naomba asimame, huyu ndio kiongozi wetu, na kwa hiyo tulipitisha mfumo na mzee akakisha tunajadili kila kitu na nadhani ni miaka minne minne hu oh, uongozi yeah. <laughs> Yeah. Hakuishia hapo tarehe nne eh, mwezi wa kwanza ilikuwa birthday yake baba. Kawaida huwa apendi kufanyiwa birthday yeye mwenyewe, akaagiza mwaka huu nataka nifanye birthday. Akachagua nani aje, mchungaji gani afungue sala, kila kitu akakipanga mwenyewe. Na hapo tulipokuwa kwenye bahati nzuri, tukafanya ikawa vizuri. Na tulipokuwa kwenye hiyo birthday, ilifanyika vizuri sana, tukawa na majadiliano mengi kwamba watu wengi wanamwanga, wakasema tumfanye nini, kumwezi mzee ukawa na mawazo kwamba tumpe jina la bypass sijui tumpe jina la bweni mwisho wa siku kwa sababu yeye sio msaaji mbele za watu. Baada ya weze kuisha nikamfuata, nikamuuliza nini, akasema nia yake yeye ajengewe chuo kikuu Mwanga. Na chuo kikuu cha aina gani? Akasema sio hivi vyuo vikuu vinavyotumia mitambo mingi sijui nini, tutumie brain power ambacho alisema ni biotechnology au IT. Kwa hilo ndilo jambo lilotuba. Lingine ali alisisitiza sana hii benki ambayo mwasisi wake moja wa asisi Mwanga akika benki hii benki tuikuze, iwe sawasawa na eh, makina CRDB na kina NMB. Kwa hiyo hayo ndio eh, nia yake ya, ku, ya baba sasa e, mimi katika hayo yote nimejifunza nini? Kikawaida mtu kifikia miaka 94 kuna una afya haiko nzuri na bado una wasiwasi, lakini yeye alijikita, hakujali hiyo hali yake, alithibitisha alijitahidi kwamba mambo yende aje afanye mambo yake anayotaka na atimize ndoto so, yake sio kwamba e, asubiri tu, na pia kilichojifunza zaidi kwamba aliweka kwa, kwa jamii sio familia yake mwenyewe. Enee, mwisho ningomba kutoa salamu za shukurani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chinsi, chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa matibabu mzee alipokuwa anaugua, na kuushika msiba huu e. Pia kipekee naomba nimshukuru sana dada Nyashinde toka utumishi ameratibu sana msiba huu vizuri pale kulikuwa na migongano kati ya vitengo alivisolve e, kwenye njia ya utulivu na tumefikia hadi hapa. Pia kipekee naomba nitoe shukurani kwa mkuu wa majeshi Jenerali Mkunda kwa kusimamia ifikai zote za mazishi kwa kijeshi. Naomba pia nitokee shukurani kwa wasaidizi wa baba, kipekee nimshukuru Fredin Solo askari na Yuda kwa kumpa mzee msaada wa kimatibabu alipokuwa anaugua. Naomba pia nawashukuru walinzi wake kaka Mpangile na kaka Joseph kwa kuwa na mzee muda wote vizuri. Pia naomba namshukuru kaka Dickson Msuya ambaye alikuwa anaratibu ofisi yake binafsi kwa kuratibu mambo yote ya mzee. Pia naomba niwashukuru na madereva kaka trump na kaka Mwaipungu ambao waliweza kuhimili spidi ambayo anaitaka mzee, anataka kituka Dar es Salaam afike saa tano baada ya masaa matano Usangi. Kwa hiyo e, tunashukuru walifimiza kazi hiyo bila e, kwa usalama. Naomba nishukuru pia kipekee kanisa zima la KKKT likiongozwa na baba askofu e, Malasusa kwa kushika msiba huu kipekee cha pleni wetu wa Azania Front ya Mzinga kwa kuwa nasi sote kila siku ya jioni pale Upanga. Pia naomba namshukuru maaskofu wote walitoka nje ya vitengo vyao kuja hapa Usangi kumzika baba, na pia shukrani ziende kwa mkoa wa Kilimanjaro na hususan wilaya ya Mwanga kwa kuratibu vizuri shughuli zote zilizofanyika wilayani hapa. Kipekee namshukuru dada DC ambaye anajiita binti wa tatu wa Mzee Msuya e, kwa kuritiu yote vizuri. Pia naomba ni washukuru wanadiplomasia kutoka Mwanga e, Mheshimiwa balozi Migiro na Mheshimiwa balozi Shamim Nyanduga kwa kutukosoa na kutupa miongozo pale tunapo, ya kiitifaki pale tunapo tunaendea kwenye msiba pia naomba kushukuru familia ya Mhako na familia ya Mchangila, na tunaomba tuzidi kuendeleza umoja wetu ambao baba alipandikisha chini ya uongozi wetu wapya, brigedia kaka Victa eh, na, na brigedia mbazi Msuya kutoka kwa wanfamilia washikatini eh, sitoweza kumtaja mmoja katika shukuru hotuba hii lakini tunashukuru kwa wote walioguswa na kuja na kushiriki na sisi na kutufariji kwenye msiba huu. Asante sana kwa kusikiliza. Bwana ametoa, Bwana ametoa na jina lake lihimidiwe. Asante sana.